Rais Dk. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye hafla ya utoaji wa tuzo za waandishi wa habari za maendeleo nchini, Samia Kalamu Awards, Aprili 29 mwaka huu mkoani Dodoma. Tuzo hizo zimeandaliwa kwa ushirikiano kati ya Chama cha Waandishi wa Habari Tanzania TAMWA na Mamlaka ya Mawasiliano nchini TCRA. Hafla hiyo ya utoaji wa tuzo inatarajiwa kufanyika Aprili 29 mwaka huu wa 2025 katika ukumbi wa mabele mabeo Complex jijini Dodoma. Akiwakilisha taarifa kuhusu shindano hilo, mkurugenzi wa TAMWA Dk. Rose Reuben amesema washindi 79 kutoka maeneo mbalimbali nchini wamechaguliwa na kazi zao zimepitishwa na jopo la majaji kabla ya kupigiwa kura na wananchi. Walengwa wa <coughs> tuzo hizi walikuwa ni ni waandishi wa habari, wachapishaji wa, wa maudhui ya mitandaoni, maafisa habari, watangazaji wa vyombo vya habari ambao walishiriki kwa kutuma kazi zilizorushwa na kuchapishwa katika vyombo vyao vya habari. Tuzo zimegawanyika katika makundi makuu matatu. Kundi la kwanza linahusisha tuzo maalum za kitaifa ambazo ni pamoja na tuzo za chombo cha habari mahiri kitaifa, tuzo za wanahabari wabobevu, tuzo za afisa habari mahiri wa serikali, tuzo za mwandishi wa habari mahiri wa kitaifa, tuzo ya uandishi wa habari za matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kundi la pili linajumuisha tuzo kwa vyombo vya habari ambazo ni tuzo za televisheni, vyombo vya habari vya mtandaoni, redio ya kitaifa, magazeti, na redio za kijamii. Kundi la tatu ni tuzo za kisekta zitakazotolewa kwa waandishi wa habari waliobobea kuandika makala za maendeleo kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, maji, nishati, mazingira jinsia, wanawake na makundi maalum, ujenzi, viwanda na biashara, maliasili na utalii, mifugo na uvuvi, uchumi wa buluu, kilimo, utamaduni, sanaa na michezo, tehama na ubunifu, mazingira, ardhi na makazi, madini, fedha na uchumi, vijana, elimu na uwekezaji. Mhandisi Jan Kaya akimwakilisha mkurugenzi mkuu wa TCRA amesema tuzo hizi zinatokana na mafunzo yaliyofanyika mwaka jana 2024 yaliyolenga kukuza uandishi wa habari za maendeleo. Hafla hiyo inatarajiwa kuwa na uzito mkubwa katika kuhamasisha uandishi wa habari wa maendeleo nchini. Kwa niaba ya Kulthum Ali, mimi ni Ismail Kawamba na hii ni Daily News Digital.